Video zinaeleza mimi ni mtafsiri wa ndoto. Baada hapo, kingine ambacho auliza tu kwa nini usiende kwa husika moja kwa moja, nikaambia bana, mazingira ya kuona waheshimiwa ni magumu na mtumishi wa Mungu, kitumwa na Mungu una ujumba umefika. Sai kufanya hayo elfu mbili na kumi na nne ika bounce, ika sai kufanya hayo pia kwenye chama Chadema, cha kapeleka ujumbe ujumbe ufikie yani, aliyekuwa mwenyekiti. Hii kitu kikawa hivyo na ma, matokeo yakawa ni mabaya kwamba hapalii. Hizo jumbe pia huwa nazitoa pia, pia nikitegemea labda flight tu kwa mfano kama kwenye hili simi sikuona haja yao kushika na kupigwa. Ni simu moja tu angepiga tu, we kijana, labda hata hii mambo acha tu hivo eh, au wakatoa tu onyo, au hebu njoo tuongee, njoo hebu njoo tuongee. Juzi nilisikia mtumishi mmoja anaetoka Kabugumila alimpigia tu simu kaambia, tuna maongezi na wewe njoo. Kwa hata mi ningepigwa tu simu kwa ni kwamba tu, baada ya pale walinichukua hao, wakanisaidia wengine, wakanichukua wengine, hata hata hii koti ilisaidiwa wakanisafisha vizuri wakanichua miguu wakanipaka na, eh, na dawa hata na malapa haya wamenunua. Lakini nilikuwa e, na hali mbaya sana, mchafu sana, mchafu mno, ukweli. Kwa sababu mazingira kama yale, nafanya ni mema tu, hakuna haja ya ukaidi lakini mmoja alikuwa ananipiga piga mgongo piga mgongo piga shingo huku usoni, nilipiga mara moja. Basi tulikaa kwenye gari chini, alikuwa na dereva na mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa naye pale pale ilipokuwa kuna mtu hapo sawe sawe tu, madereva na mtu mmoja pale mbele, mimi nikaa katikati hapa huku na huku halafu, nyuma nikaona kana kwamba wa watu wawili kwa upande mmoja, upande huo mwingine sijaweza kuona ndo kanifunga kwanza. Ni mtumishi wa Mungu tu natumika tu kusaidia watu pamoja na, eh, pamoja na, na serikali kwa ujumla kwa kupitia kipawa changu ambacho Mungu amenipa, na niseme tu kweli, hmm, kama wangekuwa na nia ya kuniua nafikiri wangeniua kwa sababu mali ambako nilipelekwa <coughs>